Wako vizuri kweli kweli, Donisia Minja kutoka JKT Queens. Haya, nafasi nyingine tena, Dana Lucas Msewa panga mwene tambaliza, nzuri kutafuta Opa Clement, opa Clement, opa anajaribisha, opa shuti ke, nafasi nyingine tena kwenda na, nafasi kwa Aisha Juma. Aisha Juma anawatanguliza Tanzania, dakika saba tu au nane zimetosha akiamsha shangwe kwa mashabiki wa mchezo huu katika uwanja wa Azam Complex, mchezaji ambaye anajua kufunga sana. Tizama namna ambavyo walikwenda kutengeneza, alichukua Opa Clement, the captain, akatandika kwababatiza, akaichukua kwa uzuri kabisa kule, akaiweka pembeni tu, mlinda mlango kuweza kuiona ile. Aisha Juma Mnunka akiwatanguliza, pasi sukari ambayo ilikwenda kuwekwa kwa uzuri kabisa, Jamila Mnunduka mlinda mlango walitanua kuwa pale lakini hakuweza kuiona Tariku wa Balcha akiwatanguliza Tanzania za rakaraka. Tanzania haya, enekia kasonga hapa, Opa Clements, Opa Clement ya kwanza kwa uzuri, amwekia tena, enekia kasonga anaeweka ndani kule. Nafasi nyingine kwa Tanzania alesema hakuna kama aliunawa hivi lakini, bado nafasi nyingine zina Jamila Rajab kadarikunafasi chuma cha pili dina mlango kaudakia ndani, Jamila Rajab. Ilikuwa ni hekaheka heka kwenye lango la Ethiopia, wakishangilia mashabiki wa Tanzania, bao la pili, ikiwapa mlima mrefu wa kupanda Ethiopia kwenye mchezo wa marejeano Aliyekewa ile opa Clement akazunguka kamrijishia tena ene kasonga kasonga akaiweka ndani mlizi e, mmoja aliunawa ule, lakini isiwe tabu, wakaendeleza tena mashambulizi Jamila Rajab akaiweka ndani mida mlango akaicheza kinikarumia ndani, mbili kwa Tanzania, Tanzania. Ethiopia sifuri chezwa Ethiopia sifuri. Ethiopia sifuri, kufuzu fainali za mataifa ya Afrika Kona na waki wapo pale Morocco. Tanzania mbili Ethiopia sufuri, mlima ehm, mrefu <tune>